Jambo la pili ni kwamba logo yako inakosa ina, inakuwa na msimamo duni wa brand, nasema weak brand foundation, kwa sababu katika logo, mtu ana design logo anatakiwa uh, awe mtu ambaye anafikiria kwenye swala la branding, na logo inapotengenezwa inatakiwa uhusishwe katika swala la branding kwa sababu unapodesign logo kwenye Canva kule, kwanza logo inakuwa inakosa mikakati, kuna colors, kuna mambo ya scaling na mambo ya mambo mengi sana ambayo anahusika. Sasa wengi wanaingia kule wana, Wana design logo mshasiku wakipata, anapata kitu ambacho ni picha, sio logo, lakini ni picha na file ambayo tunaisavia kwa, kwa ajili ya logo, sio picha. Kwa hiyo, uh, wengi wanaoanza kutu, kudesign logo kwa kutumia Canva wa na picha ambao wa wengi wanaoanza kutumia mara nyingi brand au uh, taasisi hauwezi kwenda kwenye Canva kwanza, kufungua Canva na kwanza kujenga logo kwa sababu huo ni sisi tunasema kwamba ni, ni wiki brand foundation. Umeanza vibaya na mshasiku utaishia kwenye matatizo kwa sababu ya brand au msingi ambao umeanza nao.